Nitakuwa ndani yenu nanyi mtakuwa ndani yangu. Je, hili si lile Yesu alilotuambia? Hebu tujue maana ya kweli ya maneno ya Yesu kwa kuchunguza mafundisho ya Mungu. Kwa pamoja tuangalie Yohana sura ya 6 mstari wa 53. Hivyo Yesu akawaambia, amin amin nawaambia, msipoula mwili wa mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Mtu yeyote aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Yeyote alaye mwili wangu na kunywa damu yangu atakaa ndani yangu kwa maneno mengine, wanabaki ndani ya Yesu. Nami nitakaa ndani yake. Yesu anabakia kwa wale wanaokula mwili wake na kunywa damu yake. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, na kama nami ninavyoishi kwa sababu ya Baba, hivyo anilaye mimi ataishi kwa sababu yangu. Kwa nini Yesu alisema kwamba atakaa ndani yetu tunapokula mwili wa Yesu na kunywa damu yake? Tunapaswa kufikiri kwa makini kuhusu sababu Yesu Kristo anapokaa ndani yetu, tunaweza kumpa nini kila mtu tunayekutana naye? Tunaweza kushiriki nao nini? Tunaweza kumshirikisha Kristo kwa wengine. Sina chuki. Sina ugomvi ndani yangu. Kwa hiyo ninawezaje kushiriki nanyi mambo hayo? Kwa kuwa ndani yangu yupo Kristo, ukitaka nikupe kitu nitakupa Kristo. Kwa namna hii lazima tuwe na moyo unaoweza kumshirikisha Kristo kwa wengine. Hii ndiyo maana Yesu alisema, mtu yeyote aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele. Na alisema nini kingine? Yesu alitufundisha kwamba atawaokoa na kuwafufua watu kama hao siku ya mwisho. Pia alitupa fundisho la thamani kwamba watu kama hao watabaki ndani yake na yeye ndani yao. Basi, hebu tuyachunguze maisha yetu leo. Je, tunajenga chuki, hasira, wivu, husuda au ugomvi mioyoni mwetu? Au tunazijenga wema wa Kristo na asili yake njema ndani yetu? Tunaweza tu kushiriki kile tulicho nacho ndani yetu. Hivyo watu wenye upendo mwingi siku zote wanatoa upendo kila waendako. Kwa upande mwingine, watu wenye chuki au ugomvi mwingi siku zote hugombana na yeyote wanayekutana naye, hivyo wana mwisho mbaya. Kwa sababu hii Kristo alisema, nitakuwa ndani yenu nanyi mtakuwa ndani yangu. Mnapaswa kuwa nami ndani yenu. Ninaamini kwamba tunapokuwa na Kristo ndani yetu, tutaweza kuwa pamoja na Kristo na kuwa watoto wa thamani wa Mungu wanaohubiri na kushiriki Kristo na wengine popote tulipo.